Mawaziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wanatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenzao wa Iran, Abasi Arakchi, mjini Geneva leo kama sehemu ya juhudi za kumaliza mzozo kati ya Israeli na Irani. Hayo yanajiri baada ya ikulu ya White House kusema kuwa Donald Trump wataamua ndani ya wiki mbili zijazo iwapo Marekani itajiunga kumsaidia Israeli dhidi ya mashambulizi ya Iran, kulingana na katibu wake wa habari wa Trump anasema Trump amechelewa kufanya uamuzi wa kujiunga na vita kwa vile anadhani kuna nafasi kubwa ya mazungumzo kati ya nchi hizo mbili. Ikiwa mikutano hiyo itafanyika kama ilivyopangwa, mkutano huo utakuwa ndiyo mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana na serikali za magharibi tangu Israeli ilipoishambulia Irani wiki moja iliyopita. Pia katika mkutano huo majadiliano makubwa yataangazia ushiriki mkubwa wa Ulaya katika mgogoro huo ucheleweshwaji ambao haukutarajiwa wa Rais Trump wa kusubiri wiki mbili zijazo ili kufanya uamuzi iwapo ataingiza jeshi lake katika vita hivyo na kusema kuwa bado anataka mazungumzo yafanyike. Jeshi la Israeli linasema kuwa limeshambulia makumi ya maeneo ya kijeshi nchini Irani usiku kucha huku Irani pia ikirusha makombora kuelekea Israel. Kulingana na watoa wa huduma za dharura nchini Israeli, wameripoti kuwa watu watano wamejeruhiwa huko Beersheba, kusini mwa Israeli huku ofisi za Microsoft za Israeli zikichomwa moto, lakini mpaka sasa Irani haijaripoti majeruhi wowote leo. Kabla ya mzozo huu kuzuka, Marekani ilikuwa ikiendelea na mazungumzo yake ya pande mbili na Irani kwa ajili ya makubaliano mapya ya nyuklia, ikiweka kando Ulaya ambayo ilikuwa na jukumu muhimu katika makubaliano ya 2015 ambayo Rais Trump alijiondoa katika muula wake wa kwanza. Mawaziri wa Ulaya natarajiwa kuitaka Irani irudi kwenye meza ya mazungumzo. Irani inasema inataka kufanya mazungumzo lakini sio wakati huu ambao inashambuliwa. Na kwa sasa si Israeli wala Irani aliyenyosha mikono kupisha mazungumzo. Kulingana na wachambuzi nchini Uingereza kupitia magazeti mbalimbali mbali nchini humo, wanasema kuwa Rais Trump anaonekana kulegeza msimamo wake baada ya Trump kusema atafanya uamuzi kuhusu Marekani kuingilia vita ndani ya wiki mbili na chelewesha kuchukua hatua kwa sababu wanaamini kuna nafasi ya mazungumzo. Gazeti la Financial Times pia linasema kuwa dirisha hilo la wiki mbili linaibua matarajio ya mazungumzo ya Marekani na Irani. Wakati gazeti la Times likieleza kuwa hatua ya Marekani kurudi kutoka ukingoni inaonyesha rais wa Marekani anatafuta njia ya kutotaka kujiingiza kwenye vita baada ya washauri wake kuwa na wasiwasi na uwezo wa Irani kulenga vituo vya Marekani Mashariki ya Kati. Jeshi la ulinzi la Israeli, IDF, linasema limefanya mashambulizi kadhaa usiku kucha likilenga maeneo kadhaa mjini Teherani yenye zaidi ya ndege sitini za kivita za Israeli. Takribani silaha mia moja ishirini zilitumika kufanya mashambulizi hayo ambayo yalilenga maeneo ya uzalishaji wa makombora ya kijeshi na kituo cha utafiti wa nyuklia ambacho jeshi la Israeli linasema lilihusika katika utengenezaji wa silaha za nyuklia za Iran. Usiku kucha IDF pia ilisema kuwa Iran ilifanya mashambulizi makali kusini mwa Israeli. Licha ya Iran kutotoa majibu yoyote juu ya mashambulizi hayo ambayo yanadaiwa na Israel. Mzozo kati ya Israeli na Iran unafuatia miongo kadhaa ya uhasama kati ya maasimu hao wawili wakubwa, lakini mpaka mwaka 1979 kipindi cha mapinduzi ya Kiislamu Iran na Israeli zilikuwa washirika wa karibu wenye uhusiano mkubwa wa kiuchumi na kijeshi. Mapinduzi hayo uliuleta madarakani utawala wa Waislamu wa Shia wa Iran wenye itikadi kali, ambayo itikadi zao zilikuwa dhidi ya magharibi na

chini ya uongozi mkuu mpya wa Irani Ayatollah Khamenei, Irani ilikataa haki ya Israeli ya kuwepo duniani. Utawala huo ulikata uhusiano na Israeli ukaweka uungaji mkono wake kwa Wapalestina na ukawa mfadhili mkuu wa makundi yenye ya silaha yanayoipinga Israeli kama vile Hezbollah ya Lebanon, Hamas huko Gaza na Houthi nchini Yemen. Israeli kwa upande wake imeitaja Irani kuwa mfadhili mkuu wa ugaidi duniani na ime shirikiana kwa karibu na Marekani na washirika wengine kuweka vikwazo na kutoa mashinikizo ya kidiplomasia kuhusu utengenezaji wa nyuklia wa Irani na shughuli zake za kijeshi. Hii ni Msasa Media. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Msasa Online. Msasa kisasa zaidi.